Kwanza nitumie nafasi ya mbele ku kukipongeza chama cha mpira wa miguu Ilala na mwenyekiti wake Bwana Kondo. Wanafanya kazi kubwa, kazi kubwa sana, especially kwenye development, kwa sababu wamekuwa na mwendelezo mzuri wa uratibu wa kozi za makocha kwa grassroots na D, na ndio maana kozi hii ambayo tumeifungua na ambayo inaanza leo ni kozi ya kwanza kwenye nchi yetu kufanyika kwenye levo ya wilaya. Sikuwahi ku approve kozi hata moja kabla ya sasa kufanyika kwenye levo ya wilaya, lakini imekuwa ni jambo jepesi kuwakubalia kwa sababu ya kazi ambazo tayari wamekuwa wanazifanya, na unakosa sababu ya msingi, ni kwa nini usikubali kozi ifanyike kwenye levo ya wilaya. Kwa hiyo nitumie pia nafasi hii kuvitaka vyama vingine vya mpira wa miguu kwa level za mikoa na level za wilaya wajifunze kutokea kwenye nini ambacho uh, Ilala wana, wanafanya especially kwenye ili eneo la development. Kozi ambao wanaifanya uh, ni Diploma C. Ni kozi ambayo uh, iko mahususi kwa ajili ya kufundisha vijana ambao wanakuwa chini ya miaka kumi na sita, lakini pia kwa maana ya utaratibu na programu ya course ni course ya miezi mitatu. Miezi mitatu ambayo inagawanyika pia kwenye blocks tatu, ambao wanakuja on site kama ambavyo wamekuja. Na baada ya hapo wataenda kufanya mazoezi kwa vitendo kwa maana ya internship kwa wiki nne, watarudi tena kwa ajili ya block ya pili, na baada ya hapo tena wataenda kwenye internship ya mara ya pili na awamu ya tatu atakuwakuwa wamerudi wanakuja kwa ajili ya kufanya um, final uh, assessment. Namna ambavyo wanaonekana washiriki, tunaona kwamba wako na hamu na wako tayari, lakini already inasema maneno mengi kwa namna ambavyo wameweza kuitikia, sio lakini pia uh, mazingira ambayo tuko nayo, tunaamini ni mazingira wezeshi na kwa hivyo sisi kama TFF sisi kama wakufunzi uh, tuko hapa kuhakikisha kwamba tuna facilitate in a best way ili kuweza kuishi sio tu matarajio ya washiriki na Ilala kama chama cha mpira wa miguu lakini matarajio ya nchi kwenye ku develop uh, coaches, kitu ambacho tunahitaji sana kwa sababu bado hatuna uwiano mzuri wa wachezaji waliopo na idadi ya walimu ambao tayari tumeshazalisha. Kwa kifupi, niseme na wapongeza Ilala na jambo ambalo linapaswa kuigwa na wilaya na mikoa yote ya nchi yetu, kwa sababu tukifanya kwa namna ambavyo Ilala wanafanya, itakuwa ni nyepesi kunaro hiyo performance. Kitu ambacho unaweza kusema day one hakiwezi kuwa kinazungumza kina, kina, kina vitu nyingi, kwa sababu ndo tuna tunaanza darasa, na kama tunaanza darasa Manaake sometimes tuwezi kuona wana respond vipi, na kutokea pale tutakuwa na picha ya wazi kwamba tuko na darasa la aina gani. Lakini kwa maana ya mwitikio, of course, mwitikio mzuri, lakini siwezi kusema um, ni namna gani wana absorb. Mpaka hapo tutakapopata muda wa kutosha, tutajua absorption rate ya kwao ikoje na how best unaweza tukawasaidia ili kuweza kuishi kwenye matarajio ambayo tuko nayo. Hatuwezi hatuwezi kuinvesti muda na resources nyingine kwenye jambo ambalo hatutegemei output nzuri. Kwa kwa vyote vile tuko optimistic kwamba kila mtu ambaye yuko hapa ana hamu ya kufanikiwa, na kama ana hamu ya kufanikiwa, maana yake watakuwa ni wasikivu na watatumia nafasi ambazo wao wako nazo kuhakikisha kwamba wanatimiza majukumu yao kama wanafunzi, ili pia panel ya wakufunzi pia na yenyewe iweze kufanya kazi kama vile ambavyo tumekuwa tumeplan kwanzia